Huduma za moyo bado hazijafika na watoto wanaohitaji matibabu ya moyo wengi tunawafuta kwa kuchelewa. Kwa sababu hiyo, kama Taasisi ya Moyo tumejikita sasa hivi kufanya huduma ya tiba mkoba. Lakini mtakuwa mesikia tunafanya tiba mkoba kwa Mama Samia Suluhu, ambapo tunaenda mikoa mbalimbali. Kila mwezi tuko katika mikoa hiyo kwa ajili ya kutoa huduma za upimaji lakini pia kuwajengea uwezo wale wataalamu walioko pale basic, tunasema basic uh, management waweze at least kumgundua mtoto mwenye tatizo la moyo mapema na kuhakikisha na anafika sehemu hospitali aweze kupata matibabu ya moyo. Kwa wale ambao wanafika hapa wanakuwa wanahitaji matibabu ya kijimbwa, aidha upasuaji wa tundu dogo au upasuaji wa tundu kubwa, na huduma ni, ni gharama kidogo kutokana na vifaa tiba lakini pamoja na dawa ambazo wanahitaji kutumia. Kwa hiyo hiyo milioni nne uh, inakava kwa sehemu kubwa na serikali inakava kwa asilimia kubwa sana, nasema asilimia sabini na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tukipata wadau ambao wanatushika mkono tunawashukuru sana, kama nilivyoanza kusema kwamba kwa wakina mama na wakina baba wengi wenye hawa watoto wanatoka mikoani, kwa hiyo tf matibabu wanakuwa na mahitaji mengine mengi sana ambayo hawana jinsi ya wanapokuwa hapa Dar es salaam kwa kuwapata matibabu kwa wakati, kwa kuweza kurudi na kuendelea na maisha yao, wanaendelea kuzalisha na watoto wao wanaweza kuendelea na maisha na kuwa ni faraja, lakini pia tunakuwa tumeisaidia nchi kwa kiwango kikubwa sana. Nashukuru sana DAWASA mkoa wa Dar es Salaam kwa kuanzisha huu moto. Naamini kwamba kati mkuu Talibeza nitaingia kwenye wizara alitakuwepo kwenye lengo hii, lakini sitaenda kwenye wizara, na tunaamini kwamba mtaendelea kuwa batnazi wetu nataka kuboresha na kuhudumia wagonjwa ambao wanahitaji msaada, amba wanakuja katika Taasisi ya Moyo kwa ajili ya kupata matibabu ya moyo. Tunawashukuru sana, mliahidi, lakini pia leo mmekuja kutuonyesha kwa dhati kwamba mko um, tayari kutusapoti na sisi tunawashukuru, na zoezi letu la ufungaji wa afya tutaendeleza. Niseme tu kwa jinsi nilivyotembelea na kuona kwa kweli serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefanya kazi kubwa sana kupitia Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli kazi iliyofanyika katika eneo hili la masuala ya matibabu ya moyo ni kazi kubwa sana. Kwa hiyo, kipekee nipende kupongeza Mheshimiwa Rais pamoja na Wizara ya Afya kwa kazi nzuri kubwa, na madaktari kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya kwa Watanzania walioko hapa lakini niseme kama ulivyosema general manager, leo hii sisi hapa hiki tunachokifanya nipate maadhimisho ya wiki ya maji. Kila mwezi wa tatu huwa tunasherehekea wiki ya maji, tunazungumza changamoto tunazokutana nazo, mafanikio na vitu vingi. Lakini mwaka huu tumeamua kuiadhimisha kipekee, tumeamua kuteka siku na ambapo Mheshimiwa Waziri wa Maji ilikuwa imetendeza mwenyewe leo ili kuweza kuungana naye kuweza kutembelea kuona kutokana na kuguswa. Sisi kama sekta ya maji tuna watumishi pia wana matatizo kama haya, na mwezi wa kwanza mwaka huu tuliweza kumpoteza mwenzetu mmoja ghafla Dodoma pale, na alikuwa ni jeni mewepe, lakini pia kuna mwingine alilazwa hapa JKCI mwaka jana na enyewe alikuwa mwezi wa kumi na moja nasai mpaka wa kumi na mbili mwishoni ndo alitoka, lakini alifanikiwa na leo amerudi kazini. Kwa hiyo tunawapongeza sana. Kutokana na changamoto hizo, tukaweza kuona tunapata ile feeling, ukisikia sasa mtu ana changamoto ya huduma ya moyo inakuwaje. Sasa hili nikuwa, ni ni seli tu mkurugenzi na ni kuahidi hapa Wizara ya maji tumejipanga, kwa sababu kwa sababu unapokuwa unatengeneza wataalamu mtaalamu wata kutoka ghafla, kwa sababu tu labda kufahamu alikuwa na hiyo changamoto ya moyo, huwa inaumiza sana. Kwa hiyo tumejipanga kama alivyosema hapo mwakilishi wa mkurugenzi wa Dawasa, kwa wataalamu wetu wa sekta ya maji, hiyo screening tunafanya sio tu hapa Dar es Salaam. Baada ya hizi changamoto, mimi niko Dodoma pale Benjamin Mkapa E, limekuwa nikienda kushuhudia wafanyakazi wangu watendaji wenzangu wa sekta ya maji wakiwa wamelala katika hali tofauti tofauti, sababu kubwa ni matatizo ya moyo. Kwa hiyo tukakubaliana ni vyema tukawa tuna hiyo cross follow up check up ya muda kidogo, ili tuweze kuwa tunaona na kuweza kutambua haya matatizo ya moyo, ili tuweze kupanga na kupata matibabu kwa wakati. Kwa sababu hizi kazi zetu wakati mwingine zinakuwa na stress, kwa hiyo unakuta inachangia kupata haya matatizo ya moyo. Kwa hiyo kipekee niwapongeze sana, kama tunavyoona leo tutakabidhi hiyo hundi ya kuchangia milioni ishirini ambayo ni kama matibabu ya watoto watano, lakini sekta ya maji ni sekta kubwa, na tunaona takwimu zilizotolewa hapa, watoto mia tano kila mwaka ukiakimuletu miaka hiyo, na takwimu zitaendelea kuchenji kazi risechi za kimataifa na kitaifa zinavyoenda, tatizo kwa kweli ni kubwa sana, si kwa watoto tu, mpaka kwa watu wazima. Kwenye kliniki yetu hapa katika taasisi moja ya kwetu, tunaona takriban watoto wapya wenye shida za moyo kumi mpaka kumi na tano kwa siku, na hii ni idadi kubwa sana ya watoto, na hawa watoto wanatokea maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, na matatizo yakiwa ni hayo ya matundu ya kuzaliwa nayo, mishipa ya moyo ya kuungana pamoja na matatizo ya moyo ya kuwakuta ukubwani na huduma ambazo tunazitoa hapa ni huduma za aina mbalimbali za upasuaji wa kurekebisha matatizo kwa kufungua kifua na matibabu ya kuziba matundu na kuziba mishipa pasipo na kufungua kifua. Tunashukuru sana serikali yetu chini ya uongozi wa Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo wameweza kuongeza juhudi juhudi madhubuti kwa ajili ya kuweza kueneza hizi huduma za kibingo bobezi kwa watoto wenye matatizo ya moyo hapa Tanzania. <coughs> pia tunaendelea kuwashukuru wafadhili wote ambao wanachangia huduma za upasuaji wa moyo ambazo kwa kweli ni gharama kubwa, yote ikiwa ni mapenzi mema kweza kweza kweza na kwani ya kuweza kuweza kuokoa maisha ya watoto hawa na kuweza kuwarudishia afya njema.